Inam barabara kabisa, mwana michezo mwenzangu, pote pale ulipo hivi sasa <laughs> ni wakati wa habari za <ze> michezo <laughs> na burudani tukianzia, <laughs> <laughs> katika viunga vya Jangwani, pale ambapo maji hutuama na vyura huruka. <laughs> Basi sasa Young Africans wamefanikisha kutambulisha jezi zao, basi lakini nadhani kuna jezi moja imetambulishwa kimakosa, kwa sababu inaonekana kabisa ni kwa ajili ya diala pamoja na msheri, wasije wakatoka katika boksi la 18, lakini kama unavyofahamu kwamba walitangaza rasmi itatambulishwa siku ya Alhamis, lakini imetambulishwa siku ya leo. Ni kwa sababu sasa wako visiwani kule; wangetambulisha wakiwa hapa bara wange pili wa mbali basi wangefyabuliwa na fimbo bali kwa sababu jezi zile bwana ni mtepenyeko. E, lakini wadau wengi wa michezo wanasema jezi zile basi ukizitazama kwa umbali ni kama furushi fulani la machungwa, hmm ina orange frani hivi. <laughs> Hey, lakini pia kuna jezi moja inaitwa third kit, ile basi ukitazama okay, kwa mbali hivi ni kama mawimbi, yani ni kama kitovu cha ubu ya Young Africans <laughs> hey, lakini sisi Young Africans najipenyeza palepale. Yeah, tunatoa boxi kwa ajili ya drafti, yeah, yeah. Lakini ndugu zetu kutoka pale Nairobi tunasema poleni sana kwa yale yaliyowafika, maana bao ni nyingi hizo yeah, bao hapo Kenya ukizibadilisha kuwa chapati eh. Yeah. Waweza kuzila na ubwabwa yeah. Ni yeah, hizo goli bwana ni nyingi, uweze kupinga namna hiyo, pumbavu sana wewe.